Hii leo ni siku ya ugonjwa wa Fistula duniani ambapo takwimu zinaonyesha hapa nchini kuna zaidi ya wanawake elfu ishirini wanakabiliwa na ugonjwa huo baada ya kujifungua. Takwimu hizo zimetolewa na Wizara ya Afya katika maadhimisho ya kilele cha siku hiyo yaliyofanyika mkoani Mbeya, ikieleza kuwa malengo ni kuhakikisha tatizo hilo linamalizika ifikapo mwaka 2030. Ugonjwa huu unaambatana sana sana na uzazi lakini vile vile uh, kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kapelekea mwanamke huyu akapata changamoto ya fistula ikiwepo uh, kubakwa. Wizara kwa kushirikiana na wadau wa, wa, wa, wa, wa afya uh, imekuwa iki, iki, ikijaribu uh, kufanya uh, kurekebisha haya matundu. kwa kutengwa na jamii, wanapitia uh, ile changamoto ya akili. Kwa hiyo katika matibabu haya ya upasuaji na urekebishaji matundu, vile vile watu hawa wanahitaji sana kusaidiwa katika afya ya akili. Nilipojifungua hapo hapo hospitali, mganga aliniambia, mama umeumia. Na kweli nimetulia, nimekaa. Kwa bahati nzuri, mwaka elfu mbili na nne hiyo hiyo, huyo mtoto aliyenisababisha ugonjwa huo niliendelea kuendea na ugonjwa huo. Bahati nzuri Mungu akanipa pale tena watoto watatu, nikajifungua nika. Kwa mfano sisi Fistula Foundation tumekuweko Tanzania toka mwaka 1912 na, na toka wakati huo tumeshasaidia matibabu ya kina mama zaidi ya elfu saba na, mia sita. Na kwa mwaka jana tulisaidia matibabu ya kina mama elfu moja mia tatu na kumi na mbili na pia tunasaidia kama tulivyosema hapa Mbeya. Leo tunapoazimisha tulisema tusiazimishe tu lakini na kazi ifanyike. Kwa hiyo katika maazimisho haya wametibiwa wakina mama kumi na tano, wametibiwa wakina mama kumi na tano kama sehemu ya maazimisho. Na kwa nini tumekuja Mbeya kufanya maadhimisho haya? Kwanza kwa sababu Mbeya ni moja ya mikoa ambayo tumekuwa tunawapata wakinamama wengi wenye tatizo la fistula Ndugu wananchi, kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kila mwaka wanawake zaidi ya elfu hamsini mpaka laki moja hupata kupata fistula duniani. Kwa Tanzania takwimu zinaonyesha kati ya wanawake elfu mbili mia tano mpaka elfu tatu ni wagonjwa wapya wa fistula, na kati ya hao elfu moja na mia tano ndio wanaobahatika kupatiwa matibabu. Bado kuna changamoto ya wanawake waliopata matatizo ya wa fistula ambao wako kwenye jamii na wanakosa matibabu kwa sababu mbalimbali mbali, kama vile kutokuwa na, na, na uwazi na kunyanyapaliwa na kuona aibu kwenda kutoa taarifa hospitali Juma Homera huyo mkuu wa mkoa wa Mbeya tukisalia hapo hapo mkoani Dar es Salaam mwandishi wetu Esta Bela Malisa amezungumza na mwanamke anaendelea kupatiwa matibabu ya fistula katika hospitali ya CCBRT huku akiwashauri wanawake kufika hospitali kwa matibabu wanapohisi tofauti baada ya kujifungua. mimi kuja kugundua kwamba nina hili tatizo la fistula, nilifanyiwa operation mwezi wa tisa tarehe kumi na mbili mwaka jana. Nilikuwa na uvimbe mkono wa kushoto mmoja na mkono wa kulia na katikati ya kizazi, kwa hiyo nilifanyiwa operation ya uvimbe uvimbe nikatolewa na kizazi pia. Nilivyofanyiwa operation, nikakaa mwezi mmoja huo wa tisa, mwezi wa kumi nikaanza kutoka mikojo. Nilivyoanza kutoka mikojo, nikakaa kwa kweli, nikawa najiuliza hii mikojo ya nini? Mbona nakaa nadondoka mikojo? Nikivaa mfano kama nguo za ndani nakuta zimeroa, nikiweka kitambaa nakuta kimeroa, nikija kunyanyuka chini, nimejifunga kitenge, nakuta kitenge kimeroa. Basi baadaye nikaenda nikamwambia shangazi yangu, nikasema lakini shangazi, mimi nakaa natoka mikojo. Ah, akasema tatizo ni nini? Nikasema kwa kweli siwezi kujua. Baada ya kuona hali hii imekutokea ulichukua hatua gani? Baada ya kuona hali hii imenitokea Ndo naenda kwa dokta huo mwezi wa kumi ni, nikaenda kumuuliza nikamwambia nikamwambia, lakini dokta, nikasema mbona mimi natoka mikojo. Akasema lakini mimi nahisi ni kwa sababu ya mpira ni, umekanao wiki moja na siku moja. Basi akaniambia wewe uende nyumbani, ukiona tatizo imeendelea kuna nini. Kwa hivyo akasema urudi, uje uniambie, nje nifanyeje, nikupime. Basi nilivyoenda mwezi wa kumi na moja nikamaliza miezi minne hivyo maliza miezi minne nikarudi, nikamwambia, nikasema lakini dokta, nikasema huu uh, ugonjwa naona umeendelea. Nikaingia nika, kwenye kachumba nika, nika, hivi vyumba vya kuangalizia wagonjwa, akaniambia lala, akaniangalia akaniambia eh, akasema huu uh, ugonjwa ulionao huu wa uh, mkojo, akasema sisi hapa hatuna uwezo. Akasema lakini mimi kwa kusaidia, kuna hospitali moja inaitwa CBRT, akasema wanaweza wakakusaidia. Akasema lakini utafute nauli, ukishapata nauli akasema uje hapa nikuandikie barua halafu, mimi kule nitawapigia simu, kuna watu najuana nao, nitawapigia simu. Nikishawapigia simu utaenda, watafanyaje, watakusaidia. Akasema ni tatizo kidogo, sio kubwa, usiogope. Nikamuuliza nikasema wanarudia kunifanyia operation ya tumbo? Akasema hapana, ni wata tatizo kidogo, usiogope. Jamii ilikuwa inakuchukuliaje? Mimi wengine kwa kweli nilikuwa siwaambii, labda nilikuwa nawaambia ambao ni rafiki zangu wa karibu. Na katika biashara zako sasa ulizokuwa unafanya, uliendelea nazo ama ilikuwaje? biashara nilizokuwa nazifanya niliendelea hivyo hivyo kishida nilikuwa nikienda mfano labda natakiwa nitembeze hiyo biashara yangu labda kufikia kama kwenye saa tisa, lakini nitatembeza kama saa sita nirudi nyumbani. Na tena nilikuwa nafanya na biashara hii ya kuuza samaki. Mara nyingine nikienda kwa mtu labda nimeenda kugonga odi kwa mtu nakuta nimejaa mikojo, nguo za ndani, mpaka narudi nyumbani bila kufikisha ule muda wa kuzungusha biashara yangu. Naambiaje sasa wengine wenye tatizo kama hili, waache kujificha, wawe wawazi Mtu ikitokea kuna mtu labda amesema kwamba sehemu fulani wanatibu huu ugonjwa, kama unao uwe muwazi, useme, usijifiche ili kusudi uweze kusaidiwa kama sisi tulivyosaidiwa. <tipa>